Unatazama Furaha FM Media. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi Iringa Daktari Blaston Gavile amefungua rasmi Kongamano la Pasaka kwa mkoa wa Iringa, ambalo limefanyika katika Shule ya Sekondari Shimpolitec iliyopo Manispaa ya Iringa kongamano hilo likiwakutanisha wanafunzi zaidi ya elfu moja wa ushirika wa Kikristo wa wanafunzi Tanzania UKWATA kutoka shule zote za sekondari mkoani Iringa. Katika hotuba yake Askofu Gavile amewasihi wanafunzi hao kuweka imani kwa Mungu na kuwa uwasikivu. Mungu atatusaidia katika masomo yetu, tukimwangalia, atatusaidia katika masomo yetu tukimwangalia Mungu atatusaidia katika maisha shuleni. Huko kuna changamoto nyingi, magonjwa na mambo mengine mengi. Mungu atatusaidia tukimwangalia, yeye atakusaidia katika masomo, tutafanya vizuri, hata kama hesabu ngumu wala physics ngumu wala chemistry ngumu, ukimwangalia yeye, yote yanawezekana wake. Kwa hiyo kukaa katika kusanyiko kama hii inatusaidia Wachungaji nao waona hapo karibu wote wamepitia UKWATA. Kwa hiyo hebu tuwe watulivu. Tuwe watulivu. Tufahamu lengo la kukutana hapa. Fungua moyo wako. Sikiliza neno, soma neno, tafakari neno, uwe mwombaji lakini uwe na matendo ya huruma. Katibu wa elimu ya Kikristo wa Ukwata na mlezi wa Ukwata mkoa wa Iringa na mwenyekiti wa walezi wa Ukwata Taifa, Mchungaji Tadei Kihwaga amesema kongamano hilo litakuwa na msaada mkubwa kwa wanafunzi. Namshukuru Mungu kwamba tumekuwa na kongamano la Pasaka na hili linajumuisha wanafunzi wa shule za sekondari na tunamshukuru Mungu kwamba mkutano umefunguliwa na Baba Skofu Daktari uh, Blaston Gavile, na neno kuu ni kutoka Isaya arobaini na tano mstari wa ishirini na mbili unaosema niangalieni mimi mkaokolewe. Na hakika mkutano huu ni mzuri kwa vijana wetu, na tunategemea kwamba baada ya mkutano huu vijana wetu watakuwa wamebadilika sana kimaadili watakuwa wamemjua Mungu, lakini watafanyika kuwa taifa bora kabisa, lakini pia watafanyika kuwa washirika wazuri wenye maadili wenye adabu na nyumbani, wazazi wategemee kwamba vijana wetu watakuwa wamebadilika sana. Kama alikuwa na kiburi, ana tabia mbaya, tunategemea atabadilika. Sasa baada ya mkutano huu ambao unaendelea kufanyika, watabadilika baada ya kuwakusanya hivi na kupata mafundisho ya neno la Mungu, Tutaona mabadiliko. Maana kama mtu alikuwa mwizi, ataacha wizi. Kama mtu alikuwa amefungwa na vifungo vya shetani, basi ataombewa, vifungo vile vitaondoka, tafaulu masomo, baraka zake Mungu alizomwahidia zitaendelea vizuri. Na inawezekana amekuwa afaulu vizuri masomo, basi kwa njia neno la Mungu atafaulu masomo yake. Lakini kuna somo linasema academic excellence au ufanisi wa kitaaluma, kwa hiyo atajua namna nzuri ya kusoma ili kusudi aweze kufaulu vizuri. Uh, kimsingi shule ambazo saa hizi tuna rekodi uh, ni mia moja na thelathini lakini tunajua kuna shule zingine zimezaliwa hivi karibuni na sio kwamba shule zote zimeleta wanafunzi. Baadhi ya shule hazijaleta wanafunzi kwa sababu moja, uh, shule zingine wanataka watoto wote wakilifunga waki warudi nyumbani kitu ambacho kinatupa shida kidogo. Ni vizuri wa walete kwa ajili ya mafundisho, lakini kingine uh, wanafunzi wengine saizi form 6 wako shuleni form 4 wamewekwa shuleni kwa ajili ya kuendelea kusoma. Kwa hiyo tunatoa wito, kwa vile siku za mkutano ni tano tu, wawaruhusu watoto waje wapate hapa mafundisho, ili kusudi, wanaweza wakashangaa kama walikuwa jeuri shuleni, wamebadilika. Kama wale wana ambao wa wanapata mimba wakiwa shuleni, yawezekana sasa watasikia. Kwa hiyo ni vizuri kunakuwa na mabadiliko makubwa sana baada ya mkutano huu. Ni vizuri wakawaleta nao. Baadhi ya wanafunzi waliohudhuria kongamano hilo Anasema kwa jina anaitwa Ibrahim, ni mwanafunzi wa kidato cha tano katika shule ya wasichana Isinda Girls. Nimekuja kushiriki katika kongamano hili la Pasaka, ikiwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki, ni pia katika mkoa wa Iringa. Cha kwanza kabisa nahisi ni wito na, na ni neema ya Mungu, lakini pia ni ushawishi kutoka kwa walimu wetu walezi pamoja na mchungaji wetu mlezi. Matarajio yangu cha kwanza kabisa ni kukua kiroho kutoka tua moja kwenda nyingine, lakini pia kupata mafunzo ambayo sikuweza kuyapata shuleni na mtaani kuhusu masuala ya kidini, masuala yangu ya kielimu lakini pia maisha yangu ya kijamii. Changamoto ya kwanza ni marafiki. Kuna wakati uchaguzi wetu wa marafiki shuleni unasababisha tusijikite kiroho vizuri. Kwa hiyo tunapokuja mahali kama hapa tunafundishwa vizuri namna ya kuchagua marafiki ambao watatukuza kiroho na kimwili. Kwa ambao wajeza kuzuia kwenye kongamano hili, cha kwanza mtamshukuru kwa sababu sio la mwisho, kwa hiyo ninawaasa ya kwamba wajitahidi lakini pia umoja wa Mungu neema ya kuja kushiriki katika makongamano kama haya, kwa maana hawatatoka wakiwa watupu. Kwa majina anaitwa Winfrid Daudi Msola, ni mwenyekiti UKWATA mkoa wa Iringa, ni mwanafunzi wa kidato cha sita, Mawele Sekondari. Ni mara yangu ya sita kushiriki ndani ya kongamano hili la Pasaka. Tunapata faida nyingi. Faida ya kwanza, tunapata mafundisho ambayo yanatuguza kiroho, kiakili. Hata katika mafundisho tunafundishwa mafundisho mengi kielimu namna ya kufaulu vizuri na tunafunguliwa vifungo vya Shetani, kwa kuwa kunakuwa na wakufunzi wazuri ambao wamebobea katika hiyo sekta. Natoa wito na rai kwa wazazi wote kuwaruhusu watoto wao kushiriki makongamano kama haya. Kwanza anawakuza kiroho, pili mtoto anazidi kukua katika misingi ya kumjua Kristo, maana imeandikwa katika maandiko, mlee mtoto wako katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapofika mzee. Kwa hiyo mzazi ndio chachu pekee ya mtoto kukua kiroho. Tukiwa mitaani, kwanza, tunajua sisi ni vijana, tunakutana na watu mbalimbali ambao wana tabia tofauti, hivyo tunaweza tukajiingiza katika vitendo ambavyo si vya kumcha Bwana, tukajiisha kwenye ulevi, wizi, ambavyo ni kinyume kabisa na maadili ya Tanzania. Kwa hiyo tukiwa mahali hapa tunapokea mafunzo ambayo yanakuwa chachu na tukakataza kutenda vile vitendo vyote vyoo. Unatazama Furaha FM Media.